Nyanja TV. TV ni TV yako pendwa, inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, visa na mikasa, makala, elimu pamoja na kipindi cha mira de story za makabila yetu hapa hapa Tanzania. Tazama Nyanja TV habari, Nyanja TV. Mbunge wa jimbo la Msoma Mjini, mheshimiwa Vedastus Simanyinyi Mathayo, katika mwendelezo wa kuondoa utegemezi na umaskini kwa vijana wa jimbo la Msoma Mjini, leo hii ametoa udhamini kwa kampuni ya kiwei kwa kuwakabidhi vijana wa bodaboda pikipiki zipatazo hamsini kwa kuwaongezea walipopungukiwa, ambapo mbunge huyo ametoa kiasi cha shilingi laki moja na tisa elfu kwa kila moja. Tu mimi kwenye tu, vijana, nimewasaidia na naendelea kuwasaidia katika ba, katika maeneo mbalimbali. Moja ni katika hili eneo la bodaboda lakini pili hata wale ambao ni wafugaji eh, ni wafugaji, wawe ufugaji wa kuku, vilevile bado nawasaidia wale ambao wanahitaji ufugaji wa samaki. Bahati nzuri mama Samia aliweza kuleta fedha, tunawapa tuna vizimba, na mpaka sasa hivi viko vizimba vya kutosha, sio pungua ishirini, na vijana tulikowapo wanaendelea na maisha yao mbali mbali, kwa hiyo tunawasaidia katika nyanja mbalimbali wale ambao wanaulima bustani na wenyewe tunawasaidia wanaenda mili. Furaha yangu ni kuona vijana wengi baadaye wakawa vijiweni, wanajiajiri na maisha yao yanasonga mbele, tofauti so na ilivyokuwa walikuwa anachukua kujivikia mkataba, riba yake kubwa, anarejesha zaidi ya miaka miwili. Lakini na mwingine hata amekaribia ame kufika ame ame miaka miwili anaambiwa amekiuka masharti, ananyang'anywa nyang'anya i ile eh, kibi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa, kwa utaratibu huu eh, tutaendelea kuwasaidia wengi. Mpaka sasa hivi maana yake ni kwamba tumesaidia watu sabini na tano, lakini bado nimefungua wigo kwamba hata wengine wale ambao wa wako joze bado tuko tayari kuwasaidia. Lengo langu mimi nataka kila kijana ambaye ni anaendesha bodaboda ninataka miliki bodaboda badala ya kuwa dereva wa bodaboda. Kumi na saba ambao tayari wamekisha maliza masharti yale ya ujazaji wa zile fomu, na kwa kauli yangu umesema zoezi hili ni zoezi endelevu, nani kama vijana wako Musoma, mgini wamiliki wa bodaboda. Ninyi si waendesha bodaboda tena, ninyi ni wamiliki pekee. vile ambavyo mmeweza kuja kukabidhi pikipiki hizi kwenye kata yetu ya Mshikamano, hongereni sana. Lakini pamoja na kukabidhi hapa katika pikipiki kumi na saba wanazozikabidhi siku ya leo, pikipiki sita zinabaki Mshikamano.

Mheshimiwa mbunge lakini pia kwenye kitu wetu wa manispaa ya Msoma kiongozi wetu wa bodaboda, lakini mimi niseme machache tu nilionayo kupitia fursa hii katika manispaa ya Msoma n na kupitia uongozi huu tumeanza kuwezesha kibio kimoja kimoja tokana mifugo yokwenu pikipiki sita hizi unazoziona zinatoka kwenye kibio kimoja wa bodaboda tulio nao asilimia kubwa, hii mikataba wanaipenda, lakini uwezeshwa wa kianzio na usikana, na kwa sisi kama viongozi, napata ilibidi tukae utengeneze mifumo kwa vijiwe, ili waweze kuwa na mifumo iliyo sahihi, yakutokea fursa basi mfugo naliomwanzisha uweze kufanya kazi. Na hizi pikipiki sita zimetoa kwenye kijiwe cha Sarani Kona, kutokana mifumo lani kwanza, lakini la pili Mheshimiwa diwani naomba nidhamini na mimi naweza kupata kulivia, akaniambia mheshimiwa, mheshimiwa mbunge ambaye ni Vedastus Manyinyi Mathayo amesema kwamba anahitaji kuwasaidia vijana wa Manispaa ya Musoma kuwa wajasiriamali na waweze kupata pikipiki zao, lakini kufikia leo hii na mingi na furaha, nimepata pikipiki ya kwangu ambayo marejesho yake hayatakuwa mengi, lakini ambalo napenda kuhasa vijana ambao wanaopata pikipiki hizi waweze kurejesha hela hiyo, kwa vijana ambao hawajapata mafunzo aveta ili wawe madereva kamili. mimi na waasa tu waje, maana mheshimiwa mbunge ametoa ofa kwamba mafunzo haya ni elfu ishirini na unasoma kwa wiki moja tu, lakini elfu ishirini hiyo unailipa elfu kumi ya awamu ya kwanza kama ki, kama gharama ya kujiunga na elfu kumi siku unakabiziwa cheti. Kwa hiyo gharama ni nafuu kwa vijana ambao hawajapata mafunzo ya VETA ili wawe madereva kamili. Mi nawaasa tu waje, maana mheshimiwa mbunge ametoa ofa kwamba mafunzo haya ni elfu ishirini na unasoma kwa wiki moja tu, lakini elfu ishirini hiyo unailipa elfu kumi ya awamu ya kwanza kama, kama gharama ya kujiunga na elfu kumi siku unakabiziwa cheti. Kwa hiyo gharama ni nafuu.